Tumekabidhiwa boti nyingine mbili kuweka jumla ya boti zipatazo tano ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba zitapatikana ili kuweza kusaidia wananchi watakaopata dharura wanaotoka kwenye visiwa vinavyotuzunguka. Kama tunavyofahamu, tuna visiwa vingi Unguja na Pemba ambavyo vinaweza uh, vikawa na wananchi ambao wana dharura za kiafya pamoja na dharura nyingine ambazo zitatumia boti hizi ili kuweza kuwafikisha kwenye huduma za afya kwa haraka hasa kwa mama wajawazito na, na watoto wachanga. Tujiandae kuzipokea huduma hizi, tuzitunze huduma ni za kwetu, boti ni za kwetu wenyewe. Tuzitunze vizuri, tutoe ushirikiano, tusikae tena nyuma. Sasa tunapopata huduma zozote za kidharura, turipoti katika vituo ambavyo boti hizi zinapatikana. Boti hizi ni zetu sisi wananchi wa Zanzibar, na kwa hiyo kama ni zetu, chako kitunze, kidumu tuendelee kutoa ushirikiano na wataalamu wetu wahudumu wa afya watakaokuwa kwenye boti hizo, pamoja na sisi wananchi tuzitumie kama ni zetu, ili ziendelee kudumu kwa muda mrefu. Wito wangu kwa kila mwananchi, huduma hii ni fursa, kwa hiyo tusiache fursa hii ikapotea bure. Tukipua na huduma zozote za kidharura za kiafya, basi tukimbilie kwenye watu hasa wale tulioko kwenye visiwa vidogo vidogo, tuzikimbilie kuzitumia huduma hizi ili kuboresha maisha ya kila Mzanzibari, kila Mtanzania.